Naitwa Sulma Salim Salehe, ni mganga mfawidhi wa zahanati ya Mabokweni. Zahanati ya Mabokweni ipo katika kata ya Mabokweni, inahudumia watu wote wanaozunguka kata ya Mabokweni, ikiwemo watu wa Kiruku, Mleni pamoja na Majimoto. Ni pembezoni, ni maeneo ya pembezoni, lakini yote tunayohudumia Kituo chetu hiki ni kituo kipya ambacho kilianzishwa mwaka elfu mbili na ishirini. Tulijengewa na serikali. Kituo chetu hiki ni miongoni mwa vituo ambavyo vilikuja kuleta mabadiliko kupitia kutokea kwenye kituo ambacho tulikuwepo nacho zamani tulikuwa na kituo ambacho kipo kama mita mia kutokea hapa kituoni. Palikuwa kuna changamoto nyingi, maeneo madogo, vyumba vidogo vya kutolea huduma. Tulikuwa hatuna eneo kubwa kwa ajili ya, ku, ya wagonjwa kusubiria. Tulikuwa pia hatuna eneo la maabara, chumba cha maabara kikubwa. Um, lakini pia tulikuwa hatuna huduma nzuri ambazo tunaweza kutoa kwa ajili ya CTC kwa wagonjwa ambao wanakuja kuchukua dawa kwa ajili ya kupunguza makali ya VVU lakini pia tulikuwa tuna upungufu tuna upungufu wa vyumba kama kujifungulia, pia chumba cha kujifungulia tulikuwa hapana pale kituoni. Mwaka 2020 serikali ikaamua kutujengea kituo hichi, ambacho tulipata vyumba vikubwa na tukapata sehemu kubwa kwa ajili ya, ku, ya kusubiria wagonjwa, pia tulipata eneo la kujifungulia, chumba ni kimoja cha kujifungulia. Kwa hiyo hapa tuna chumba cha kujifungulia lakini pia tumepata eneo ku, chumba kimoja kikubwa kwa ajili ya CTC eneo la CTC kwa ajili ya wagonjwa wanaopata dawa kwa ajili ya kupunguza makali ya VVU, ila pia tuna maabara chumba kwa ajili ya maabara ambapo kituo kile kilikuwa hamna. Tunatoa huduma mbalimbali mbali, ikiwemo huduma ya ya OPD pamoja na maabara, tuna huduma ya mama na mtoto RCH lakini pia tunatoa huduma ya CTC ambayo ni ya kutoa dawa tukishirikiana na shirika la mradi wa THPS. Jengo hili jipya tangu limeanzishwa limeturahisishia vitu vingi sana, vitu vingi. Tumepata vifaa tiba kutoka serikalini ambavyo vimeturahisishia mambo mengi, haswa kwa kutoa huduma kwa uharaka na urahisi kule tulikuwa hatutumii kompyuta hizi, tulikuwa hatuna, palikuwa na umeme, pia ni ni tabu kupatikana, lakini tumefika hapa, tumewekewa umeme na kompyuta na mifumo yote, tukawa tunatumia kwa hapa kituoni kituoni. Lakini kwa wanaofaidika na hii huduma au wananchi, wana wa walifurahia kwa ku kuona jengo hili, lakini huduma imekuwa ni rahisi kwao kupatikana hey. Kuna vipimo tulikuwa hatuwezi kuvipata, kwa sababu tulikuwa hatuna hadubini au microscope kwa maabara, lakini tumefika kituoni hapa na vifaa tiba tulivipata kutoka serikalini. Wananchi wameweza kupata hizo huduma kwa wingi na wameweza kuja na kujitokeza kwa wingi, kwa sababu za huduma zinapatikana kwa urahisi, na walikuwa hawapati huduma hizo, wanaenda mbali, wanaondoka kwenda mafuriko kwenda Ngamiani, lakini kwa Mabokweni wameweza kuja na kupata hizo huduma za maabara. Kitu kingine pia ambacho wananchi kwe, wamefaidika na jengo hili ni pamoja na huduma za CTC. huduma za CTC zilikuwa hazipatikani hapa, unaweza tukampa tu mtu dawa akaenda, tukampata tuka mgonjwa ni positive, lakini akaenda akachukulia dawa Ngamiani ila au mafuriko ila baada ya kupata eneo hapa na tukapata mtu sapota THPS, sasa hivi ambao mwanzoni ulikuwa ni Amref. Kwa hiyo wananchi wengi tukiwagundua ni positive tunawaanzishia dawa hapa hapa na wanakuwa ni, ni ni wateja wa kudumu hapa hapa, hatuwasogezi kuwapeleka mbali. Tunashukuru awamu hii ya Serikali ya awamu ya sita ya Mama Samia suluhu Hassan tume mwaka huu 2025/26 tumetengewa milioni 50 kwa ajili ya kufanya ya kujenga jengo la mama na mtoto ambapo mwanzo tulikuwa tuna chumba kimoja tu, chumba hicho kimoja kilikuwa ni chumba cha ja kizimba, ni hapo hapo kuzalisha kuzalisha mtoto hapo hapo, lakini pia ni hapo hapo pia unamtoa mtoto kumpeleka kwa mama kitanda kingine, ambapo ukipata mgonjwa mwingine inakuwa hapana hapana privacy hapana usiri tena. Lakini mwaka huu tumetengewa fedha milioni hamsini kwa ajili ya kujenga jengo la mama na mtoto. Jengo hilo litakuwa na kizimba, lakini pia litakuwa na antineto kwa mama wanaosubiria kwenda kujifungua, lakini pia patakuwa na wodi ya postinato ambayo ni ya mama baada ya kujifungua. Tunashukuru Serikali hii ya awamu ya sita pamoja na Halmashauri ya Jiji la Tanga kwanza kuitambua sekta ya afya ni miongoni mwa sekta ambayo ni chachu na ambayo inatakiwa ipatilizwe hapa nchini. Na tunashukuru pia miongoni mwa vituo vyetu vinaweza vinaweza vikatoa huduma na kufikia wananchi kwa wingi kama Mabokweni Dispensary. Wito wangu kwa wananchi wafike vituoni kupata huduma bora kwa sababu vituo hivi vinajengwa na Serikali ili wao wapate huduma bora.